Kubamiza ni kufanya nini? For real, for sure, mimi sielewi. Ni kubomoa ama kuangusha, ni kushika mtu kwa nguvu, ni mali kitu imeshikana, yaani sasa unajaribu ile kuilazimisha Kubamiza. Bakari, kubamiza ni kufanya nini? Kwa lugha ya mtaani zaidi ili Wakenya waweze kuelewa ni kama vile ni, umenikasirisha nikaja huko mbele yangu nikakushika, kama vile watu wanaume wakiwa wamekasirika wanashikana kwenye kifua eh, kashika nikakuweka ukutani, kwambia ulikuwa unamwambia nini mashirima <tos> <tos> <tos> yani, kile hey. kitendo cha kuonyesha ghamidha <laughs> na hasira na kuweka mwenzako ukutani kwa hey. lugha ya kawaida unasema nimembamiza vizuri sana mpaka hey. hey. akaniambia kile alichokuwa amemwambia, watu wajue unaweza kunilinda, huo si ulinzi. Hata bungeni kwenye kamati za bunge uh -huh. kuna watu wametolewa wakatupwa nje na milango ikabamizwa mm -hmm. kwa maana ya slam na pia ukawa milango yako ama madirisha yamefunguliwa, pakaja kimbunga ama upepo mkali, kule kufunga kwa kishindo mm -hmm. pia ni kumbamiza, lakini pia ni hali ya kugonganisha vitu, yaani kwa ufupi e. hata kama ni vitu si lazima awe mtu e. ambavyo amevigonganisha kwa pamoja vikashikana no. na kuna hili neno lingine tabaka <laughs> Tabaka ni neno ambalo lina maana nyingi, lakini maana ya kwanza ni hali ya watu kujiweka kwenye makundi ambayo yanalingana na uwezo wao wa kiuchumi na kimaslahi uh -huh. Kama vile unaweza kukuta wabunge hawawezi kwenda eh, kula vyakula kwa mfano tu lakini waweze kwenda kula vyakula kwenye hoteli fulani na watu wa kawaida sana lazima mm -hmm. Wabunge kwa wabunge, wabunge kwa wanabiashara yani wabunge, watu wameshajiweka kwenye ngazi zao, lakini wakati wa kura wataenda, watarudi hmm. E mpaka kule Mpana wale hata mahindi ya kuchoma eh. <laughs> Bakari usisahau, aliyekuwa anasimamia eh, mambo ya habari wakati wa eh, rais marehemu mm -hmm. alikuja akatuambia kumbuka wanasiasa wana tabaka lao. mm. kama vile ninyi wafanyikazi wa benki mna tabaka lenu. mm -hmm, lakini pia hawa watu ambao ni wanajiolojia wakati mwingine wanaweza wakaja waka, waka, waka, wakaenda mahali ambapo pana mwamba mm -hmm, wana layers wakawambia hapa ili udongo huu uwe hivi ilichukua miaka mia mm huku -hmm, chini miaka mia tano Sasa hizo layers ama stratum kama wanavyozisema, mm -hmm, pia ni tabaka. Lakini pia tabaka ina maana ya kuweka vitu vingi mahali pamoja, pamoja. Ehe. ya kama biwi hivi unaweza kuchukua vitu ukavikusanya ukatengeneza kama biwi, basi inakuwa ni tabaka pia. Aha, kabisa. Na rubuni, rubuni ni kitu gani? Wacha ni tuwe mfano hai mm -hmm. Wakenya hurubuniwa mara nyingi wanapotafuta nafasi kwanza taka kwenda Ulaya, mtu anafungua afisi maejenti. Oh, mwaenda mwatoa pesa, sijui laki ngapi. mm -hmm. Mwaja baada ya mwezi mmoja, ofisi ilifungwa nyamaa, wakakwenda kwa Kiingereza wanasema swindlers. mm -hmm. Kazi za polisi, kazi za jeshi, kuuziwa mashamba, ni ni, ni, ni, ni hali ya kuhadaiwa, ku, kutapeliwa na kudanganywa. Lakini pia rubuni ina maana kwamba umekwenda ukaona kiatu mahali He. au nguo au gari ukaambiwa, bwana, ndio asije kununua mtu mwingine hmm. Tafadhali, hebu wacha kiasi fulani cha hela hmm. Kwa hivyo ile deposit hmm. unayoweka kwenye vitu unavyotaka kununua, hey, ndio inaitwa down payment. Na unaweza kumwekea mtu hey, naweza kumwekea mtu Lazima hmm. mm. Lazima unamsomesha mtu wako ajentaka yale ya sela, unamsomesha alafu anakuja na Mchina. Haya, tuingie <laughs> kwa nipe nikupe hii leo tuko na nani? <coughs> Samson, hujambo? habari ya Nakuru? Karibu sana kwenye Longa Longa. Huyu longa hapa Munene atakuambia yale maneno ambayo mtapokezana hii leo eh, uh, Nairobi, mambo <laughs> leo, ni chapati tu. Kwa hivyo leo unataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na T. <laughs> Na T. E, kama chapati, Chati. E, na pale kwa chapati palikuwa na umati. Kuna ube, ubeti, watu wamevaa makoti. Wamebeti. Wanangoja mi, eh, wapewe mikakati wamejenga mabati hawana bahati wako na ma, mabeti. Gavana wa Meru leo uamuzi umetolewa na koti, leo wako na makabati limekubaliana na seneti, leo kuna vibeti vi. itabidi akanywe sharubati, kuna maka na pole <laughs> kwa wenzetu ambao wamepatwa na mauti, kwa wenye wamebatika kubeti, kwa sababu huko tunajua kumejaa kibuhuti, vibeti vyao vimebatika. Samson, Samson, Samson, Samson amekwamia na vibeti. Wewe na vibeti vyako itabidi itabidi tukupikie chapati umpelekee kebeti. Hata ngikumbuka mwenyewe labda ambashati. Na ametaja kubeti mara nyingi. Samson, jamaa kwa kubeti. Na usiwe mtopozi. Asante sana, hey Samson kwa kushiriki, nipe nikupe ileo Hebu sasa tumpatie fursa Nuhu Zuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo.